Kwa majina anaitwa Wilberforce Mutua. Mimi ni mkulima hii sehemu ya Kumpa. Mimi ni mkulima wa kitunguu, nimekuwa mkulima wa kitunguu kwa muda wa miaka mingi, kama miaka zaidi ya ishirini. Na kulingana na vile nimeona, nimekuwa nikitumia hizi mbolea za za kawaida hizi madiap, lakini naona mazao yangu yanaendelea kuwa chini, so kwa sasa hivi nataka nibadilishe mbinu mbinu ni at least nione ni kama kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu shamba kama hili nilikuwa nategemea kwamba nitatoa tani 30 na sasa hivi nimetumia tani sasa hivi nimetoa tani nane, so ukijaribu kuangalia bado kuna hali mbaya, si mzuri. Kwa hivyo nataka ni nijaribu zile mbinu za kisasa nime zile ambazo zinahitajika nione kama mambo itakuwa mzuri kulingana na faida, tuseme kipindi ile challenge nimetumia sana, nimetumia ni challenge ya maji, maji ilikuwa ni shida, lakini niko um, so, um, ju... um, na kuna borehole pale ambayo huwa ninatumia, so huwa ninapata faida juu. Ukiangalia kitunguu haina, kwa mfano mimi ni mkulima wa kitunguu. Kitunguu haina haikwagi na gharama mingi sana, hakuna mambo ya baridi baridi, haitusumbui sana kama vile nyanya ilikuwa inanisumbua kwa hivyo mimi kwa upande wa kwangu ninapata faida, kuna faida kwa sababu nikijaribu kuangalia, saa hii niko na watoto ambao wako chuo kikuu, hiyo kilimo ndio inanisaidia. Na pia hata wenyeji wale wenyeji wa area hii pia nao pia wao wanapata nini faida, juu mtu anakuja hapa anafanya kazi, akinaenda na pesa, labda pengine amefanyia kitu kama elfu moja hiyo pesa ataenda nunue mahitaji yake ataji. Kwa hivyo iko na faida, iko na faida kwangu, na pia wenyeji ambayo niko karibu na wao, pia wao wanapata faida. Haya, iko na faida. Kwa mfano mboga mboga ninauza ninapata pesa, na pia naye hata wao wenyeji wanafurahia hiyo kilimo. Kwa hivyo mimi naona kuna kuna ubora wa kuwa na na na nini, kuendelea kilimo kwangu. Siwezi kuacha kilimo, juu imenifanyia mambo mengi sana. Ile kitu ambaye sasa hivi ninatarajia kuuza kwa mfano pale ni ukijaribu kuangalia pale niko na nasari. Nataka kuotesha kitu kingine. Alafu sasa hivi nataka kubadilisha, nataka kulima vitu tofauti tofauti, nataka kuwa na mboga kama ni cabbage. Nataka kuwa na nini, mm, sukuma. Kwa mfano kama sasa nataka kulima pia hoho. Yaani nataka ile kitu nataka sasa ile ile kitu nimekuja kujifunza kugawa gawa shamba. Nina mpango wa kugawa shamba. Pande moja ninaotesha, mm, cabbage. Pande nyingine ninaotesha spinach. Pande nyingine ninaotesha sukuma. Pande nyingine ninaotesha kitunguu yaani na gawa gawa unakuta sapu. Kwa mfano kama kuna moja imekuta bei ambayo si mzuri, unakuta nyingine iko na bei mzuri. Kwa nini? Kwa wale ambao wana wanahitaji cabbage, e, kwa muda wa wiki moja hivi nitakuwa na cabbage na pia pia niko na nyanya ambazo niko na nyanya ambazo baada ya wiki moja hivi zitakuwa tayari na zitakuwa mingi. Kwa hivyo kama kuna mtu yote anahitaji anaweza kuja tu kununua hapa hapa kwa shamba.